Ashirki hii yataka ielezwe sana, ielezwe sana, tusione tu tunaingia msikitini mafamu hii, ielezwe sana, kwa sababu shirki ni dhambi ambayo haisamehewi.

alituhutubia Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhata yaumin, siku moja. Faqala, akasema: ayuha nasu, enye watu, itaquu hadha shirk, iogopeni hii shirki. Fa innahu akhfa min dabibi nnamli, hakika shirki imejificha zaidi kuliko mtambao wa sisimizi sisimizi eh, kutembea kwa sisimizi sawa mabamu. Sisimizi akipita mahala kule, kufuatilia na ili tuweze kuona kwamba sisimizi amepita hapa, kumejificha sana kwa sisimizi mwenyewe. Sisimizi mdogo hasa akipita, ile athari yake tutaiona kweli? Basi, shirki akhafu min dhabibi namli, imejificha mno kuliko kujificha ule mtambao wa sisimizi. Faqala lahu rajulun ya rasul Allah, akamwambia mtu kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasul Allah, mjumbe hey, wa mwenyezi Mungu wa kaifa nataki, vipi kwa namna gani tutajiepusha tutajikinga na shirki? Wa huwa akhfa min dabibi namli, nayo shirki imejificha zaidi kuliko mtambao wa sisimizi. Faqal akasema, mtume sallallahu alayhi wa alaihi wasalama Quluu semeni, allahumma inna naudhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la nalamuhu. Na ii tuishike hii, walimu, tuwafundishe wanafunzi wetu, na kila mmoja wetu katika sisi hapa, yoyote akihitaji eh? kuipata dua hii basi, tumpatie muhimu sana hii. Ni dua aliifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ili eh, watu wawe wanaiomba dua hii eh, kujikinga kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutokana na dhambi ya shirki. Imejificha mno dhambi ya shirki, naam. Kwani shirki kwani shirki ni nini? Shirki ni nini eh? ni amali yoyote ukiifanya kukawa hakuna ibtighaa wajihillah, kukawa hakuna kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu, ikhilasi ikakosekana, shirki inaingia humo, inaingia shirki humo. Unaweza ukajikuta umefanya shirki bila mwenye kujua, kwa sababu afa min dhabibi ennamli, na kwa uzito huo na kwa ukubwa huo Kitakachotusaidia ni hii dua aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na si tuiseme maana. Mtume alisema kulu, semeni aya nitakavyokuwa nasema na nyinyi mseme: allahumma tendeni, inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka limala na alamuhu ii hmm. Tuilete mara kwa mara, tuilete mara kwa mara. Unataka kuingia kwenye mimbari eh? Ili usiwe unatoa khutba kwa, eh? kwa kutaka suma kutaka kusikika na watu ujubu a kutaka kuosha jina, kuonyesha uhodari. Allahumma inna naudhu bika min an nushrika bika shay'an nalamuhu na wanastaghfiruka limala nalamuhu. Naam, unatoa darsa kama hivi, umekaa kwenye kiti kama hivi, unaona watu wamekuzunguka eh, vipaza sauti kama hivi, kuna watu hata huko nje wanasikia, au sio? Kusi ukapita kitu ndani huko ukaona, toa darsa, hakuna ikhlasi ndani yake. Allahumma inna naudhu bika min bika an nushrika bika sheia naclamhu wa nastaghfiruka lima la naclamhu. Tuikamate, itatusaidia ili tusiende patupu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Tumeswali, tumesomesha, tumefanya dawa, tumefanya hivi, tumefanya kadha, tumefanya kadha. Tuombe msaada kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na mtume ametufundisha dua hii naam. Sayyiduna Ali radiyallahu taala anhu waridha wa karamallahu wajha, Sayyiduna Ali karamallahu wajha wa radiyallahu taala anhu waridha, yeye alikuwa akijisahihisha. Siku moja, wanalisindikiza jeneza, wanalisindikiza jeneza kisha akaonekana anasimama, halafu anakwenda, anasimama, halafu anakwenda. Akaulizwa, una jambo gani? Asema, ninaisahihisha nia yangu, je, yeah, kulisindikiza hili jeneza eh, ili na mimi nionekane nimeshiriki katika mazishi. Kwa hiyo ninais, naisahihisha yani, anasimama kuisahihisha nia yake kwamba lolote analifanya awe analifanya ibtigha wajhillah, ibtigha mardhatillah. Dua hii tuikamate. Naam, leo tunaondokea katika aya ambayo msomaji wetu alianza kutusomea kuanzia aya hiyo. Mwenyezi Mungu amzidishie, amuhifadhi, amlinde na sisi na sisi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. a'udhu billahi minash shaitani rajim <laughs> alladhina ataynahumu al kitaba ya ya'rifunahu kama ya'rifuna ya abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yuminun alladhina ataynahumul kitab, wale ambao tumewapa kitabu. Kisikia, waliopewa kitabu ni alyahud wan nasara, yani alyahud wan nasara waliopewa kitabu nkina nani? Mayahudi na Manaswara. Yaarifunahu, wanamjua Mtume Muhammad kama yaarifuna abnaahum, kama wanavyowajua watoto wao Basi tu ni inadi, ni inadi tu, a watu wanasumbuasumbua. Watu sio wanasumbua hawajui, si makusudi tu, wanafanya makusudi tu, ndio ikawa sasa kama mtazingatia darsa la jana tulipokuwa tukieleza munasaba wa aya ambazo tulizoanza nazo jana kuzihusisha na aya zilizopita ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aliposimamisha dalili sawa, hoja zinazothibitisha uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, aya zilizopita zile zilizokuwa zilizo zikieleza uumbaji sawa, eh? zile aya zilikuwa zinathibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini pia zilikuwa zinathibitisha eh? upweke upweke, sawa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala basi ni min awali sura kuanzia mwanzo wa sura hii suratul an'am. Sasa aya za jana, Mwenyezi Mungu alianza kuelezea kutaja ukweli wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa, sasa wale waliopewa kitabu Mayahudi na Manaswara, kwenye vitabu vyao zimo habari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia Taura Injili. Hata hivyo tuliona katika darsa la jana palipohitajika, kwamba nani atakuwa ni shahidi wa kushuhudilia kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye apasaye kuabudiwa kwa haki lakini nani atakayeshuhudia kwamba Mtume Muhammad kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Ushahidi ukawa zaidi ya ushahidi, ikiwa shahidi ni mwenyewe mwenye, mwenye jambo lake, unamtaka shahidi nani zaidi? Tukaona kwamba Mtume aliambiwa kulillahu shahidun baini wa bainakum Waambie kwanza, waliulizwa kana kwamba mtume ameambiwa, wakijibu okay, wakito kujibu, waambie kulillahu shahidun baini wa bainakum. Waambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni shahidi ah. Mwenyezi Mungu akiwa shahidi ah. Mwenyezi Mungu ndo akawa shahidi, unataka nini hapo? Mwenyezi Mungu ni shahidi baina yangu mimi wa baina kum na baina yenu Mwenyezi Mungu ni shahidi je kuna ushahidi mkubwa kushinda au zaidi ya ushahidi huo yaani, Mwenyezi Mungu akawa ni shahidi ushahidi huo kutakuwa na ushahidi zaidi ya ushahidi huo sasa leo tunaambiwa ndani ya Taura na ndani ya Injili, sawa? Zipo khabari za nani, za Mtume Muhammad sallallahu alaihi, ambapo mabwenyenye wa Makka wao walimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwamba tuonyeshe atakaye kutolea ushahidi juu ya nini ya haya unayoyazungumza unayoyasema kuhusiana na wewe kupewa utume, wakimwambia kwamba hakuna yoyote ambaye anayethibitisha juu ya utume wako, wakamwambia tumewauliza eh, tumewauliza mayahudi na manasara watuambie kupitia kwenye vitabu sawa Taura na Injili nao pia wametuambia khabari zako. Hakuna kabisa, hakuna khabari ya Muhammadi hapa kutajwa, hazikutajwa khabari za Muhammadi. Sasa leo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, eh, atuambia alladhina, ndo darsa letu liko hapo. Eh, alladhina atainahumul kitab, wale ambao tumewapa kitabu yaarifunahu ya, wanamjua Mtume Muhammad kama yaarifuna ya abnaahum, kama wanavyojua watoto wao. Eh, wasikudanganyeni, wanamjua vizuri Mtume Muhammad kama wanavyojua watoto wao, sawa? Wale wenye watoto mpo hapa wenye eh, watoto mpo? <laughs> wale waliopewa kitabu, nawaambia wale wenye watoto kama mimi, kwamba wale waliopewa vitabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wanamjua Mtume Muhammad kama wanavyowajua watoto wao. Sisi tunawajua watoto wetu. Watoto wetu tunawajua. Sasa, hawa wasiwadanganye, wanamjua vizuri Mtume Muhammad kama wanavyowajua watoto wao, tayeb. Wanamjua Mtume Muhammad kwa pambo lake na kwa sifa zake, ala ma huwa madhkurun fi tawrati wal injil, sawa eh? kwa namna ambavyo zilivyotajwa sifa za Mtume Muhammad katika Taurati na katika Injili. Mufassiri anatuambia hivyo, kama yaarifu minhum lwahidi waladahu la yashuku, ha mafamu fi dhalika, kama ambavyo mmoja anavyomjua mtoto wake hatii mashaka katika hilo aslan Huyu eh? mwanangu huyu eh? mwanangu huyu. Kuna mtu anabahatisha katika kumjua kum mwanae? Fahamu eh? Qala Azam Khashari wa hadha istishhadu li ahli Makkah bi ma'rifati ahli alkitab wa bi sihhati nubuwwati Naam. na hii ni istishhad kwa watu wa Makkah Eh? katika nini bimaarifati ahli alkitab, sawa, kujua watu wa kitabu, sawa, namna wanavyomjua mtume Muhammad wa bisihati nubuwati, na kwa kusihi utume wake mtume Muhammad, basi kwa zile tu inadi walizokuwa nazo Alladhina khasiru anfusahum, wale ambao wamezikhasiri nafsi zao mm. wamezihasiri nafsi zao, na kwa kuwa wamezikhasiri nafsi zao, fahum la yu'minun, wao hawaamini, maanake hawawezi kuamini, hawawezi kuamini Mufasiri anatuambia ai ulaika humul khasiruna, hao ni watu waliopata hasara e, kwa kule kukosa kumwamini kule kukosa kushikamana na imani. Ulaika humul khasirun, hao ni watu waliopata hasara lianhum lam yuminuu bimuhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao hawakumwamini Mtume Muhammad. Baada wuduhi alayati, baada ya kuwa wazi ishara nyingi na aya nyingi eh, baada ya hapo wamekhasirika, wamepata khasara eh. kwa nini wasimwamini wakati eh? ishara za wazi wazi zipo zinazojulisha kwamba mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Naam. waman azlamu miman iftara ala allahi kadhiban au kadhaba biayateh naam, waman azlamu nani nani dhalimu zaidi? Hakuna. Huyu ndio dhalimu zaidi. Yupi? Mimman iftara, kumshinda yule aliyezua ala Allah.